Kata ya Lupa imebahatika kuwa makao makuu ya tarafa ya Kipembawe. Hivyo miundombinu muhimu kama vile kituo cha polisi, mahakama na miundombinu mingine mingi imejengwa ili kurahisisha upatikanaji wa huduma kwa wananchi wa Lupa na tarafa ya Kipembawe kwa ujumla. Kata ya Lupa pia imebeba hadhi ya jimbo la uchaguzi la halmashauri ya wilaya ya Chunya kwani jina la kata hiyo ndilo jina la jimbo la uchaguzi lililopo katika halmashauri ya wilaya ya Chunya, hivyo kuipa upekee kata hiyo ukilinganisha na kata nyingine, katika kipindi cha miaka mitano ya mheshimiwa diwani wa kata hiyo, Mheshimiwa Danieli Mwafyela. Kata ya Lupa inayoundwa na vijiji vitatu ambavyo ni Lupa Tingatinga, kijiji cha Ifuma na kijiji cha Lieselo kwa ujumla wake vijiji vyote vimepelekewa maendeleo makubwa katika nyanja zote muhimu za maisha ya kawaida ya mwanadamu. Mheshimiwa Mwafyela amesema, akitaka kuelekeza kwa kina namna hali ilivyokuwa hapo awali anapoingia madarakani ukilinganisha na kipindi cha sasa, anasema zaidi ya masaa mawili mpaka matatu yanaweza kutumika, lakini katika makala haya anaeleza kwa uchache: toka nimeingia 2020. Kwenye shule zetu za msingi tulikuwa na wanafunzi ambao walikuwa ni wengi ambao wanajaa kwenye vyumba, lakini baada ya kuingia tumeweza kuongeza vyumba vya madarasa. Mfano, shule yetu ya Lupa Tingatinga tumeongeza madarasa manne, lakini shule yetu ya Lupa Tingatinga pia tumeongeza madarasa sita, vyoo kumi na mbili, vyoo vya kisasa kabisa. Lakini pia kwenye shule ya Lupa tumeanzisha darasa la wanafunzi maalumu wale watoto wene mahitaji maalum kwao kwenye kanda hii ya Kipembawe, kwenye shule yalupa Tingatinga, watoto wenye mahitaji maalum wanapata elimu vizuri kabisa, na tuna walimu wa sekta hiyo, watoto wetu wanapata elimu bora. Lakini pia tulikuwa na changamoto ya kuwa na wanafunzi wengi, tukaanzisha shule ambayo inaitwa Ifuma, mpaka hivi tumeisajili na ina madarasa nane. Tuna madarasa mawili ambayo tulipata fedha za, za COVID kutoka kwa mama Samia. Kimsingi, shule ya Ifuma imesajiliwa na sasa hivi tunavyoongea tuna madarasa mengine mawili yanayojengwa na tuna vyoo kumi vya kisasa kabisa ambavyo vinajengwa kwenye shule yetu ya Ifuma. Lakini bado tukaona kuna changamoto, tukaanzisha mkondo mwingine wa shule ambayo tunaanza kuijenga inaitwa Mkuyuni, ipo kwenye kijiji chetu cha Ifuma hiyo yote ni kwenda kupunguza hadha na changamoto zinazopatikana kwenye kata yetu ya Lupa, lakini pia kwenye kijiji chetu cha Liesero kule tuna shule nzuri na tumeanza ujenzi wa madarasa mawili ili kupunguza changamoto ya watoto kuwa kujazana kwenye madarasa. Tulikuta changamoto ya madawati, nilipoingia tu cha kwanza ni organize wa, wa, mafundi seremala tukaenda kutengeneza madawati yaliyoharibika, lakini pia na kutengeneza madawati mapya. Binafsi nipende kutoa shukrani za dhati kwenye kampuni yetu ya Premium iliweza kutuwezesha madawati kwenye shule yetu ya Ifuma na shule ya Lieselo. Wanafunzi wetu sasa wanakaa kwenye madawati na wanapata elimu bora. Kata, naingia kata ya Lupa ilikuwa na shule moja ya sekondari ila mpaka hivi ninavyoongea tuna shule mbili lakini hiyo shule moja kongwe ambayo ipo kata ya Lupa ilikuwa na changamoto ya madarasa. Sisi kama uongozi wa kata tulikaa chini tukafanya tathmini tukaona, tuna changamoto kwa sababu wanafunzi walikuwa wakianza kuingia madarasani, wale wa form one walikuwa wanasubiri mpaka mwezi wa tatu tujenge ndio waingie kusoma, lakini sasa hivi ninavyoongea tumeweza kuondoa hiyo kero. Shule yetu kongwe ya Lupa ina madarasa nane ya ziada, yaani wanafunzi wanaingia wafo mwani na tunabaki na vyumba nane ambavyo havina wanafunzi. Maana yake nini? tuna uwezo wa kupokea zaidi ya wale ambao tunawapokea kwenye shule yetu ya Lupa. Hilo kimsingi limeenda kutatua kero sana kwa watoto, lakini pia tumeweza kuchonga madawati. Shule ya Lupa ina madawati ya kutosha. Sasa hivi ukienda pale, ndugu mwandishi, hakuna changamoto ya wanafunzi kukaa chini tumefanikiwa sana kwa sababu tuliweka mipango mkakati na tukafanikisha tukaisimamia, tukafanikisha. Tulikuta pale pana changamoto ya bwalo la kulia watoto. Hivi ninavyoongea, hii miaka mitano ambayo mimi nikiwa kama diwani, tumejenga bwalo na limeisha. Ni bwalo la kisasa ambalo unaweza kufanyiwa mkutano wa aina yoyote, lakini pia watoto wanapata sehemu bora ya kupatia nini chakula. Lakini tukiacha hilo, kwenye miaka mitano hii tumeweza kujenga shule mpya ya mchepuo wasichana wa inaitwa Maeka Girls. Shule ile tumejenga ni shule ya kisasa, lakini ni shule ambayo imekuwa ni shule ya mfano kwenye wilaya ch ya Chunya, jimbo la Lupa, wilaya ya Chunya nzima, shule ya wasichana inapatikana kata ya Lupa, na ni shule ambayo imejengwa kisasa na tunafundisha vizuri bola, tuna walimu bora, lakini tunaenda kuwashukuru sana wananchi wa tarafa ya Kipembawe kwa kuniunga mkono na kuweza kuchangia fedha kwa wakulima wa tumbaku. Hizi fedha ndugu mwandishi, zamani zilikuwa zinaleta changamoto sana kwa wakulima wa tumbaku, walikuwa wakikatwa, wanalalamika hawajui zinakoenda, lakini kwenye uongozi wetu huu wa mwaka wa awamu hii tumeweza kuzidhibiti na kuonesha wananchi kwamba hizi fedha zinaweza zikaleta maendeleo kwenye tarafa ya Kipembawe. Tumekamilisha shule ambayo, na, na arobaini na tano, ambayo ina gharama ya milioni mia nne na arobaini na tano ambayo mpaka sasa hivi na wanafunzi mia moja ambao wanafunzi wa kike na wanapatiwa pale elimu. ni nitoe pongezi kwa serikali, lakini pia kwa Chama cha Mapinduzi kwa sababu hii shule kimsingi ilisimamiwa na viongozi hao nilowataja, na imeenda kuleta mabadiliko makubwa. Ukiacha tu kiuchumi, tumepata manufaa makubwa. Hii kata yetu ya Lupa, au tarafa ya Kipembawe, ina wasomi wengi waliotokea shule ya Lupa ambao wanatumikia nchi yao, lakini ki ki, manufaa kiuchumi, imenufaisha sana watu wa Lupa, kwa sababu moja hapo tuna, tuna mchanganyiko wa wanafunzi toka sehemu mbalimbali ambao tunapata watu, unajua, kwenye kata zetu kata ikiwa haina haina A level hauwezi kupata watu tofauti, lakini leo tunapoongea hapa kwenye kata ya Lupa tuna mchanganyiko mkubwa wa watu kutokana na kupata wanafunzi kutoka maeneo mbalimbali ya Tanzania. E, swala la afya, wakati naingia kwenye uongozi wa udiwani kata ya Lupa tulikuwa tuna changamoto sana kwenye swala la afya hasa hasa tarafa ya Kipembawe. Sisi kwenye kata hii ya Lupa ndio kata iliyokuwa katikati, kata zote tisa zinapata mahitaji yao muhimu. Kata ya Lupa tulipokuwa tunaanza tulikuta tuna changamoto sana ya watumishi, lakini vifaa tiba kwenye, kwenye kituo chetu cha afya Lupa. Lakini toka nimeingia mpaka leo, ndugu mwandishi, nina jambo la kujivunia. Kwanza tumeweza kufanikisha kupata vifaa tiba ambavyo sasa wakinamama wa tarafa ya Kipembawe wanafanyiwa wanafanyia operesheni Lupa. Uki, uki, ukichukua takwimu kwa mwezi tuna, tuna, tuna, wakinamama wanaojifungua pale ni zaidi ya mia na ishirini. Lakini sasa hivi ninavyoongea, tumeboresha huduma, serikali imeleta watumishi. Sasa hivi tulikuwa na watumishi wanne, sasa hivi tuna watumishi ishirini na mbili. Maana yake nini? Tumeenda kuboresha huduma kwa wanalupa lakini kwa wanakipembawe, changamoto tulikuwa nayo ya odi. Chama chetu cha mapinduzi kata ya Lupa kupitia mwenyekiti wetu bora sana Mbasa alienda akaona hilo na akaanzisha mchakato tuanze kujenga odi na sisi kama viongozi wa kata tukabariki. Hivi sasa hivi ninavyoongea, tumeweza kuanzisha odi, ipo hatua ya, ya kumwaga flo, matofali yapo tumeweza kupata fedha kutoka kwa mheshimiwa mbunge Njeru Kasaka milioni saba, lakini mkurugenzi wa halmashauri Kambona ametupa milioni kumi na hivi juzi viongozi wetu wa kiwilaya hasa ofisi ya mkuu wa wilaya imekuja kubariki lile jengo na kutuahidi kutuwezesha ili tuweze kulijenga kwa kasi ka kabla ya ya mwaka unaokuja, wananchi waweze kupata huduma ndani ya jengo lile bora, na litakuwa jengo la kisasa sana lakini na kijiji cha Liesero wakati naingia kulikuwa hakuna huduma ya afya. Maana yake nini? Wananchi walikuwa wanatoka umbali wa kilomita kumi na tatu kuja kupata mahitaji ya kiafya hapa Lupa, lakini tulikaa kama viongozi wa kata, tukajenga wodi, tukajenga zahanati ambayo imegharimu milioni 80 na ile zahanati sasa inafanya kazi lakini haikutosha, tukajenga na nyumba ya muhudumu ambaye sasa muhudumu anakaa pale pale zaanati. Wananchi wa Liesero, changamoto ya afya imeisha. Namshukuru sana mbunge wetu aliweza kutusapoti kwenye zaanati ya Liesero, lakini pia mama Samia kwa kuona umuhimu wa wazazi wakinamama wa Liesero alibariki hili kwa kutupa fedha, na pale ninavyoongea sasa Liesero mambo ni shwari na ninaamini tarehe zijazo hawataniangusha kwenye swala la miundombinu. Mimi wakati naingia, tulikuta changamoto ya barabara, kwa sababu kijiji changu cha Liesero kiko mbali, kina kilomita 12. Barabara ilikuwa imekatika kutokana na mvua nyingi, lakini tumeweza kulima barabara na hivi sasa Liesero inapitika. Lakini ukiacha hilo, kijiji cha Liesero kwa kina umeme, hivi ninavyoongea, kijiji cha Liesero wanatumia umeme, tunatumia mashine za kusaga za kisasa. Wananchi wa Liesero hawana wa changamoto ya umeme tena. Lakini kwenye kijiji cha Lupa tulikuwa na changamoto ya usambazaji wa umeme, baadhi ya vitongoji vilikuwa havina umeme. Mpaka ninavyoongea sasa hivi, vile vitongoji tumevishavigawia nguzo na wamepata umeme, kitongoji cha Foresti, kitongoji cha makazi mapya, stendi mpya, kote umeme umefika na wananchi wanafurahia usimamizi mzuri wa diwani wao, usimamizi mzuri wa mbunge, usimamizi mzuri wa Mama Samia ambaye ndio kichwa lakini bila kuwacha Chama cha Mapinduzi ambao wako nyuma kutusukuma na kutukumbusha ilani tuliyoishika inasema tufanye nini. Na sasa hivi, ndugu mwandishi, nakwambia nimefika asilimia 85 hadi 90 ya vile vitu ambavyo ndani ya ilani vilielezwa, tumevifanikisha. Tumefanikisha umeme, tumefanikisha barabara. Sasa hivi ninavyoongea, ukitoka hapa kwenda Mtukula kuna barabara imelimwa ya kisasa kabisa, mambo ni shwari. Lakini tumejenga tumejenga godown la kukusanyia mazao kwenye tarafa ya Kipembawe. Tunalima sana mazao, wananchi wako wanapata shida ku, kuenda kuuza mazao kwa tunaita makangomba, wale watu wanao tununulia kwenye mandoo makubwa hawatumii mizani, lakini sisi kama halimashauri tukaona ni vyema mwananchi wa kata ya Lupa mwananchi wa Kipembawe aende akauze mahindi kwenye serikali ambako pale tutatumia mizani, lakini kwa bei kubwa. Mfano mwaka jana wananchi wameenda kuuza gunia la kilo mia ishirini zaidi ya elfu themanini na tano hadi tisini. Hapo nyuma tulikuwa tunauza elfu hamsini tulikuwa tunauza elfu arobaini na tano lakini pia ile gunia linazidi, kwa sababu yale mandoo anatumia ndoo kubwa ambayo kimsingi serikali ilipiga marufuku. Kwa hiyo tumejenga godauni, ninaamini mwaka huu wananchi wataenda kunufaika sana kwa kupata fedha kwenye kuuza mazao yao pale kwenye godaoni ambayo limejengwa kata yangu ya Lupa. Kimsingi nishukuru sana Mama Samia ameliona hilo, lakini mbunge wetu ameliona hilo, akaona sasa twende tukajenge godaoni. Na tumejenga na godaoni sipo hatua la mwisho kabisa ili tuweze kulipaua na lianze kufanya kazi, lakini ukiacha hilo, tulikuwa na changamoto ya makampuni ya tumbaku ambao kwa sasa ninavyoongea kwenye miaka mitano hii tumeweza kupata makampuni kwenye kata yangu tu ambayo yanahudumia ni zaidi ya matatu. Hao wananchi sasa hivi wanachekelea kwa sababu mazao yao yanauzwa vizuri na bei nzuri, ambayo sioni kama kuna changamoto na sioni kama kuna sababu ya kuto kunichagua, lakini kumchagua mbunge na Mama Samia. Wanaamini hili tunaenda tumelifanya vizuri na tutalifanya vizuri zaidi ya hapa, kwa sababu rais anaenda kutafuta masoko na sisi wa wasaidizi wake tunaendelea kumuwakilisha vizuri. Nikiona changamoto nitamwakilia mbunge na mbunge atafikisha bungeni, tunapata mabadiliko makubwa kwenye kata hii ya Lupa. Wakati naingia tulikuwa na ingia, changamoto kubwa ya maji. Ndugu mwandishi, si tuliingia tulikuta mradi wa maji, mradi wa Matwiga. Tuliweza kukaa kama halmashauri tukapendekeza ajenda tukampelekea mbunge, kiukweli tumepata suluhisho la maji hapa nilipokaa ni chanzo cha maji. Baada ya kuona tuna uwezo wa kutengeneza sasa mradi ambao utahudumia kata ya Lupa wasipate changamoto, ninavyoongea tumeweza kupata maji kata ya Lupa, maji ambayo wananchi sasa wanayatumia vizuri. Huu mradi upo kijiji cha Ifuma, lakini kata ya Lupa ni kubwa. Baada ya kuona hilo, tumechimba na kisima cha pili kwenye kata ya kijiji cha Lupa. Hiki ni Ifuma, ila kijiji cha Lupa nje tumechimba kisima ili nini? Tuweze kusambaza maji ya watoshe wanalupa wote, na hivi ninavyoongea, vifaa tunasema mabomba, vifaa vya kusambazia maji ya vimeshafika kata ya Lupa, vipo. Kinachosubiriwa tu ni bajeti ya mwezi wa saba wa, wataalamu waanze kusambaza maji kwa kila mwananchi wa Lupa, na ninaamini baada ya mwaka huu kuisha, kila mwananchi mwana wa Lupa atakuwa na maji kwenye nyumba yake, hatoangaika tena kwenda kufata maji sehemu, kwa sababu tuna visima viwili ambavyo vyote vina uwezo wa kukizi wana Lupa kupata maji safi na salama. Ile biashara ya kwenda kuchota maji mitoni, maji yasiyokuwa na ubora, kwetu Lupa inaenda kuwa historia. Kwenye ndani ya utawala wangu, naamini tumeenda kuokoa vizazi vingi ambavyo wametumia maji safi na salama. Nashukuru sana kuwa, kuwa, kuwa kiongozi kwenye kata hii, lakini pia kwenda kutekeleza, kwa sababu nikifanya bla ntamwangusha mbunge tamwangusha rais wetu mpendwa. Siwezi kufanya mchezo, na ndio maana nimekwambia, tukiangalia kwenye tarafa kwenye ili nini, halmashauri ya Chunya, kata iliyofanya vizuri na kuwa na miradi mingi, ndugu yangu, ni kata ya Lupa. Wewe ni mwandishi, umetembea, lakini hapa nina, nikianza kueleza nina, nina, naweza nikakaa siku mbili kuna miradi sijaitaja. Hii kata bwana imbeba jina, lakini imbeba hadhi ya kijimbo. Tuna kituo cha polisi lakini tuna jengo la kisasa la mahakama liko hapa, alipo hii Chunya, ukienda kwa mahakama ya wilaya, lakini tunalo hapa, lakini tuna ofisi za tarafa hapa. Mimi binafsi nimeenda kuona kama ni nuru, lakini najisikia fahari kwa chama changu pendwa cha mapinduzi kuniamini kunipa na kuongoza. Ili eneo ni kubwa, lakini nimelimudu na hivi ninavyokuambia nina imani kwa yale niliyoyafanya kwenye kata hii na usimamizi niliofanya kwenye kata hii ninatosha sana na kuaminiwa na, na chama cha mapinduzi, lakini na wananchi wa, wa kata hii ya Lupa, kwa sababu nimeweza mwandishi hapa Lupa, tumetoka tumeitoa mbali. Hivi ninavyoongea tupo hatua ya juu sana, na nafikiri ni hatua ambayo hamna kata imefikia kwenye hizi kata zote ishirini. Binafsi nipende kutoa shukrani za dhati kwa wananchi wangu wote wa kata ya Lupa kwa kuniunga mkono na kunisapoti, kwa ile miradi ambayo tulianzisha na sasa tumeikamilisha, lakini kwa usimamizi mzuri wa Chama cha Mapinduzi, viongozi wangu wa Chama cha Mapinduzi, wanachama wa Chama cha Mapinduzi kwa ujumla wao wote, siwezi kumtaja mmoja mmoja, lakini naamini kwa kunipa ushirikiano ulionipa wananchi wa lupa na viongozi wa chama cha mapinduzi tumeweza kufanikiwa ndugu mwandishi kwa hiyo niwaombe watuendelee kutuunga mkono nina nguvu nina hali ya kuendelea kuitumikia kata ya lupa mkuu wa shule ya sekondari lupa na makamu mkuu wa shule ya sekondari ya wasichana ya mayeka zote zilizopo ndani ya kata ya lupa wamesema diwani wa kata hiyo ya lupa katika vipindi walivyoongoza shule hizo maoni yao na ushauri wao ni kuendelea kuwaamini viongozi hao, kwani katika sekta ya elimu viongozi wa serikali wa awamu hii ya sita, akiwepo mheshimiwa diwani wa kata hiyo, wamefanya mambo makubwa ambayo yanashuhudiwa kwa macho ya kawaida. Niseme kwa ujumla kwamba amefanya kazi kubwa kwa miaka hii mitano. Tumeshirikiana katika kujenga hiyo miundombinu, alikuwa bega kwa bega, na mara zote anafika hapa kujua nini kinachoendelea, na nini, kuna tatizo, ni lipi ambalo linaweza likaathiri mradi huu sikamilike. Kwa hiyo napenda kutoa shukrani zangu kubwa kwa mheshimiwa diwani na viongozi wote ambao wako chini yake katika kata hii kwa kazi kubwa ambayo wameifanya kwa miaka hii mitano juu ya kuipaisha Lupa sekondari. huenda hata matokeo mazuri ambayo yanatokea kwa kidato cha 6 eh, kwa mitihani ya taifa na kidato cha nne ni mchango mkubwa ambao naye ameutoa. Ushauri wangu kwa wananchi wa Lupa wasije wakafanya makosa kuwaacha hawa viongozi, ni vyema wakaendelea kuwaamini, wanafanya kazi kubwa na watasaidia kuibadilisha Lupa kwa muda mfupi unaokuja, hasa ni shule za msingi. Tunaona wanafunzi sasa wanasoma kwa juhudi, wakitamani kupata nafasi ya kujiunga na maweka na ukizingatia ni shule ya bweni, kwa hivyo ni salama kwa mtoto wa kike e, Mheshimiwa diwani wa kata hii ya Lupa e, nafi tunampa shuk shukrani za peke za pekee kwa mchango alioonyesha katika maendeleo hususan katika ujenzi wa shule hii. Hii shule imesimamiwa na yeye na wajumbe mbalimbali mbali. Afisa tarafa tarafa ya Kipembawe ndugu Kasim Kirondomara, pamoja na kuishukuru serikali katika utekelezaji wa miradi ndani ya kata ya Lupa, lakini pia ametoa ushauri kwa wananchi wa Lupa. Katika ushauri wake amesema lengo la serikali la kutekeleza miradi ya maendeleo limetimia Lupa, wananchi wa Lupa washirikiane na serikali kuilinda miradi hiyo, lakini pia kuendelea kuwaunga mkono viongozi wenye mapenzi ya dhati na Lupa yao huku akiwakumbusha Lupa ya miaka mitano iliyopita ukilinganisha na Lupa ya sasa. Kata ya Lupa kama nilivyosema, imebarikiwa kuwa na miradi mikubwa sana ya elimu, ya maji, ya afya, lakini pia hata idara ya mahakama ime, imeweza kupewa fedha nyingi kwa ajili ya kujenga mahakama ya kisasa ya mwanzo ya Lupa. Miradi hii kwa ujumla wake ina maana kubwa sana kwa wananchi, inaenda kuongeza ufanisi kwa serikali katika kutoa huduma tukifahamu kwamba e, kitaalam tuna kitu kinaitwa social contract theory kwamba e, serikali ina wajibu wa kutoa huduma bora kabisa kwa wananchi. Kwa hiyo miradi hii, hii iliyotekelezwa inaenda kutimiza azma ya serikali ya kuwatumikia wananchi wake, lakini pia inaenda kutimiza malengo ya serikali yaliyowekwa na Mheshimiwa Rais kupitia hotuba yake aliyoitoa mara ya kwanza kabisa alivyoingia bungeni lakini kwa upande wa wananchi, miradi hii inaenda kuwaletea faraja, kuwaondolea masononeko na kuwaondolea huzuni, lakini pia inapunguza migogoro baina ya serikali na wananchi, kwani wananchi wanapata huduma ambazo walikuwa wanazitarajia. Na kimsingi kuna baadhi ya mambo yamefanyika hata wananchi walikuwa hawatarajii kwamba yangeweza kufanyika katika kata ya Lupa, kama nilivyoeleza katika maelezo yangu ya awali. Kwa hiyo kimsingi E, miradi hii ina maana kubwa sana kwa wananchi kwa kuwa inaenda kumaliza yale matatizo yao ya msingi ambayo yalishindwa kumalizwa kwa muda mrefu, lakini mama Samia ameweza kuyamaliza ndani ya kipindi chake cha awamu mmoja. Kwa hiyo wito wangu wana Lupa, cha kwanza miradi hii washirikiane na viongozi wa serikali katika kuitunza, lakini la pili wawakumbatie viongozi ambao wanadiriki kuwaletea maendeleo na wasipumbazwe na maneno ya watu ambao hawahitaki mema. Lupa, wanaLupa wanajua wametoka wapi na wanajua hapa walipo. Kwa hiyo mimi rai yangu kwa wanaLupa cha kwanza waikumbatie miradi hii waione kwamba ni ya kwao, lakini pili, wawakumbatie viongozi ambao wanania njema na wao ikiwemo rais wetu, na tukifahamu kwamba rais wetu ana majukumu makubwa sana, na sio kila mtu anamtakia mema. Kwa hiyo tumtakie mema, na kila mtu amlinde na kumkumbatia kadiri ambavyo anaweza kumlinda na kumkumbatia, ili mambo mazuri yaendelee kuja katika kata ya no. Lakini la mwisho ni swala la amani, waendelee kuitunza amani na ifahamike kwamba jukumu la kwanza la serikali yoyote iliyoko madarakani ni amani. Bila ya amani hakuna jambo lolote ambalo linaweza likatekeleza lika, lika. Kwa hiyo wakumbatie amani na wasishawishika kuingia katika makundi ama kufanya fujo ambazo zitaondoa amani, na mwisho wa siku miradi yote ambayo imeletwa itakuwa haina maana. Kupitia uwekezaji katika sekta ya elimu, wanafunzi na wazazi ambao hawajawahi kufunga safari ya kuitembelea Chunya wamelazimika kufika Chunya ili kuwaletea wanafunzi kupata elimu na hata wanafunzi wenyewe pia hawakuwahi kufikiri kufika Chunya, lakini kupitia uwekezaji katika sekta ya elimu basi wamefika. Mwanafunzi Aban Venance Ngailo na Beatrice Matias Mlawa wote wanafunzi wa kidato cha tano Lupa Sekondari kwa niaba ya wanafunzi wanaotoka nje ya wilaya ya Chunya ambao wamefika Chunya ili kupata elimu, wamepongeza uwekezaji mzuri katika miundombinu ya elimu. Tangu nimezaliwa, ni mara ya kwanza nipo hapa Chunya na nipo hapa kimasomo, na, na furahi ya kuwepo hapa. Kwa ujumla, shule ya Lupa iko vizuri, kwa sababu tangu nimefika nimekutana na majengo yapo, walimu wako wa kutosha na kwa namna yake wanajitahidi kwa namna moja au nyingine kuwepo darasani, wanafundisha vizuri na wanatupa assignment ambazo zinatusaidia sisi kama wanafunzi kuimprove katika performance. Tupende kutoa pongezi zetu za dhati kwa Mheshimiwa Rais, mbunge wetu, pamoja na diwani ambaye anapatikana katika eneo hili, kwa kuwa eneo hili ni tulivu na linatusaidia sisi kama wanafunzi kuweza kusoma vizuri na kujifunza masomo ndio yaliyonifanya nifike Lupa Sekondari. Kwa kweli, shule ni nzuri. Tunamshukuru sana mheshimiwa Rais kwa vitu vingi anavyotufanyia katika shule yetu. Tuna walimu wengi wanaotufundisha, pia tuna tuna miradi mingi, ametusaidia sana. Tulikuwa na shida ya maji, lakini kwa sasa hivi maji tunapata kwa urahisi kabisa katika shule yetu. Kwa niaba ya Chama cha Mapinduzi kata ya Lupa, katibu wa chama hicho ndugu Efraim Josefu Mwakibibi amesema ilani ya Chama cha Mapinduzi ndani ya kipindi cha uongozi wa serikali ya awamu ya sita umesimamiwa vyema kabisa na ilani imetekelezwa ipasavyo. Ilani ya Chama cha Mapinduzi imetekelezwa barabara kwa kipindi hiki cha miaka mitano toka 2020 mpaka sasa 2025 katika nyanja zote, tukizungumzia elimu Ilani ya Chama cha Mapinduzi imetekelezwa vizuri sana. Sasa hivi ukienda kwenye sekta ya elimu, hatupati watoto shule za msingi wanaofeli kutoka darasa la saba kwenda sekondari, lakini sekondari yetu ya Lupa hatupati four sasa hivi, lakini kumekuwa na ongezeko kubwa la wanafunzi wanaofaulu kutoka kidato cha nne kwenda cha tano kuelekea kule mbele, lakini na wale wanaokwenda vyuo, ongezeko la ufaulu limekuwa kubwa sana. Tukienda kwenye sekta ya afya, sasa hivi tuna huduma ya upasuaji. Pale awali, wamama wajawazito walikuwa wanapata shida sana, ikitokea amepata shida ya kujifungua mpaka uagizi ambulance Chunya ije imchukue impeleke akajifungulie Chunya, na anafika kule amechoka na kupata adha kubwa, lakini sasa hivi wamama wajawazito wanapasuliwa hapa hapa kwenye kata yetu ya Lupa, na kituo hiki cha, kate, cha, cha, cha, cha, cha, cha kata kata kinahudumia sasa takribani wananchi wote wa tarafa hii ya Kipembawe. Kwa hiyo hayo ni mafanikio makubwa sana ya utekelezaji wa ilani. Wananchi wa Lupa hongereni kwa kushuhudia maendeleo makubwa mazuri yenye tija na yenye nia ya kuendelea kufanya binadamu yeyote anapokuwepo Lupa anafurahia matunda ya uwepo wa serikali bora na makini. Niwakumbushe kwamba tunaendelea kujivunia maendeleo mazuri na makubwa ambayo yameshuhudiwa kutekelezwa kwenye maeneo yetu kwa sababu ya umoja, amani na mshikamano vilivyojengwa tangu enzi za baba wa taifa. Rai yangu tuendelee kutunza umoja wetu, amani yetu, mshikamano. Sisi kama taifa, Tanzania ni yetu sote, Chunya ni yetu sote na Lupa ni yetu sote, tuendelee kuilinda pamoja.